Kwetu sisi msimamo wetu ni kwamba hii ni kesi ya kisiasa. Ndio maana mpaka sasa jamhuri ambayo imemkamata mtu imekaa naye zaidi ya miezi mitatu, ha, miezi miwili na kitu hawana ushahidi wowote ambao wanatakiwa kuleta. Sasa inakuwa ni kwenda na kurudi. Sisi tunatoa wito kwamba eh, eh, haki ya mtu kuishi duniani hapa na haki ya kutengeneza nchi ambayo ni huru lazima iwe haki ya kila mtu kutokupendelewa. Hatuwezi kuwa tunakuja mahakamani hapa kesi ambao wanasema ni ya, ni ya maneno. Nasikia mawakili wamezungumza vizuri sana alafu maneno yapo yameandikwa yalizungumzwa, alafu tunaambiwa ushahidi unaendelea indefinitely. Haya mambo haya yanachochea chuki na watanzania wameona. Bahati nzuri kwa sisi, tunachotaka tu ni kesi iishe. Kama wana ushahidi wauweke mezani, watanzania waone eh, kwenye mwanga na watanzania waone kwamba kweli kuna kesi yoyote otherwise, ni mtu ambaye e, watawala wanaogopa kushindana naye. Mgombea mmoja ambaye anatakiwa kushindana na Lissu anaona hamwezi, anamkamata, anamweka ndani. Sasa hiyo haiwezi kuwa hivyo, hatuwezi kujenga nchi ya hivyo. Tunataka nchi ambayo iko huru, na kama tumekubali vyama vingi vya, vya siasa tushindane kwa uhuru wa, wa, wa, wa kisiasa. Yes. Bado haya ni yale yale tunayosema, hii ni nchi yetu sote. Hata wakoroni hawakutufanyia hivo. Hii kesi ina public, huwezi kukataa. Huyu ni kiongozi wa chama ambacho kina wanachama zaidi ya milioni 18 na nane, kwaanapoletwa hapo usitegemee kama anakuja mtu mwingine yoyote, anakuja kiongozi wa kitaifa na ambaye ana interest hata kimataifa. Kwahiyo tunaiomba tuna mahakama kama ukumbi ni mdogo kwa sababu ni kesi ambayo ina public interest. Kuna kumbi kubwa hapa, kuna ukumbi wa Karimjee, tunaweza kuweka pale nje, kuna ukumbi wa Mwalimu Nyerere, au hata uwanja wa taifa, ili Watanzania waje wasikilize kesi na waone haki ikitendeka. Sasa tatizo ni nini? Kwa nini watu watu wapigwe? Mara ya kwanza watu wamekuja hapa wakapigwa, wakavunjwa miguu e, na polisi, na baadaye ikaonekana walipokuja siku ya pili hakuna tatizo. Leo tena yanajirudia yale yale. Kwa hiyo sisi tunaiomba mahakama kwa sababu hii kesi ina public interest, huwezi kusema kwamba Lissu analetwa mahakamani kwamba ukumbi wa watu 60 utatosha. Twende hata Karimjee, twende uwanja wa taifa, twende eh, hapo Mwalimu Nyerere, watu wakae wasikilize kesi. Ni mambo rahisi tu ya kutendeana haki, na haya mambo ndio yanasababisha. Tunasema tutashinda nchi hii na tutabadilisha hali hii. Hatutaki mtu mwingine aonewe kama sisi tunavyoonewa. Asanteni sana. Shukrani.